Kwa jina naitwa Shabani Miraji, ni afisa elimu jamii inatokea Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA, ofisi ya kanda kaskazini. Katika namna ya kipekee kwa muda wa siku nane Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA, ofisi ya Kanda kaskazini imekuwepo hapa katika viwanja vya TBA Kaloleni, ikitoa elimu juu ya madhara tokanao na matumizi pamoja na biashara haramu ya dawa za kulevya. Vilevile wameonyesha sampuli mbalimbali za dawa za kulevya kwa watu ambao kwamba hawazijui hizo sampuli lakini vilevile tulishirikiana kutoa elimu hiyo na asasi ya Blue Cross Society Tanzania, lakini vilevile asasi ya waisiara wote. Kwa pamoja tumetoa elimu juu ya madhara ya kutumia dawa za kulevya, lakini tulikuwa na mtu ambaye kwamba alitoa ushuhuda, ambaye yeye alikuwa ni ametumia dawa za kulevya aina ya heroin akiwa nchini Sweden lakini sasa hivi anapata nafuu. Lakini vilevile waraibu wetu waliopata nafuu wametengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mkate bidhaa kama vile sabuni ambao wamekuja vile vile kuzionyesha katika banda letu kwao. Leo tunashukuru sana, tumehitimisha kilele hiki ya siku ya wanawake kimataifa ambao ilikuwa na kauli mbiu wanawake na wasichana 2025, tuimarishe usawa, haki pamoja na uwezeshaji. katika swala so zima la afya ya akili wanawake ni wepesi sana kujikuta wanabadilika mudi na kuba, na kujikuta wanaingia katika changamoto za kuweza kuugua kupata sonona, kupata enzati, wasiwasi wasi sana na wengi sana imekuja kuonekana kwamba wanajikuta wanaingia katika utumiaji wa vilewesho kidogo, kama unakuta anasema anachukua waini kidogo, lakini kumbe ndio safari inaanza kujikuta anaenda kutumia dawa hizi na mwisho hali inakuwa tete na maisha na mambo mengi. Siku za karibuni tunashuhudia watu wanakutana na misongo mbalimbali, na watu wanashauriana vibaya kwamba katika kukabiliana na misongo hii, basi utumie vielewesho hivi, utumie hata wine kidogo, na wengine wanajikuta kwamba kupitia hivyo ndo wanaanza kuingia katika utumiaji mkubwa sana wa dawa za kulevya. Kwa elimu hii tumekuwa tukiitoa wiki hii na mwitikio umekuwa mkubwa sana. Wengi wametembelea katika banda hili na wameshuhudia vitu vingi, na wamejifunza dalili na utumiaji huu unasababishwa nini, na hata utumiaji huo wanatumika katika mazingira gani, na wameweza kuona hata sampuli za dawa chache kama bangi na hizo skanka ambazo watu waliokamatwa katika uuzaji uh, uh, na utumiaji katika maeneo mbalimbali. Kwa wameweza kuviona vitu halisi ambavyo wamekuwa wakivisikia na kuweza kuvifahamu, na mwisho tunaamini kwamba tutaenda kuishi haya mambo na kuyatumia katika maisha kuweza kuwasaidia kuwa bora kama wazazi bora, lakini kuzidi kuwa watu makini katika jamii ambao tunawatazamia katika suala so zima la malezi na makuzi ya vijana wetu katika jamii. Asante sana.